chetu kimezuiwa kushiriki uchaguzi, hakuna kushiriki uchaguzi. Tunawatahadharisha na kuwakumbusha mbele ya umma, na tunaomba waandishi wa habari mlifikishe hilo kwa maslahi mapana ya chama chetu na nchi yetu. Aidha, kuna viharakati vinaendelea vya chini kwa chini vya kujaribu kunyamazisha sauti kinzani, maoni tofauti tumeanza kushuhudia ndani ya chama chetu CHADEMA tuliyoiishi miaka yote, sio hii tunayoiona leo. Kuna dalili, kuna watu wanatishwa na wanatumia mbinu ya kupeleka maelekezo kwenye viongozi wa matawi, kwa sababu kwenye chama hiki ziko mamlaka mbili tu zinazoweza kumfukuza mtu wanachama: tawi lake au kamati kuu ndivyo katiba yetu inavyosema. Ndio vyombo viwili vinavyoweza kumfukuza mtu wanachama. Tumeshuhudia kwenye matawi viongozi wanapelekewa maelekezo kwamba mtu yeyote aliyeko G55 anzeni kumwandikia barua, na tumeshaona mmoja ameandikiwa, yuko hapa Asenga, yupo na yuko bwana Romanus aliyetangaza kugombea urais kupitia Chadema na yeye ameshaandikiwa barua na tawi lake huko kwamba ajieleze. Tunakishauri chama chetu, tunakishauri chama chetu, njia hiyo tunayotaka kuchukua kuipitia sasa sio njia sahihi. Tulipinga udikteta, tunaendelea kupinga udikteta ndani na nje ya chama. Tunawashauri, tunawashauri viongozi wetu wanaohubiri uhuru wa maoni, uhuru wa mawazo. Viongozi wetu wamekuwa wabunge, mwenyekiti alikuwa mbunge, makamu mwenyekiti alikuwa mbunge, katibu mkuu amewahi kuwa mbunge. Ndani ya bunge walikuwa na maoni na hoja za moto kwelikweli. Walipotaka kuzuiwa na spika, kupewa adabu, kutolewa nje ya bunge, tulisimama kama taifa kwamba maoni yao yasikilizwe.